Nyimbo ya mchizivunga oh, nani ah, oh, kafanya nini nani, kanduka kafuzu. Kanduka tiki. Nani kafuzu anaondoka na watu, nani ameshinda, ndugu yangu, mi sasa hivi niko studio, ndugu yangu, naimba nyimbo ya mchizivunga nani kafanya nini nani, kafuzu nani, kafuzu aondoka na watu nani, nani, nani, nani, nani, nani ameshinda ndugu yangu, unajua ya, kuna statistics football unajua Kiingereza, ukiwa wanacheza na timu ndogo duniani ndogo duniani, unajua klabu bingwa wanashiriki mabingwa, wale wengine wanashiriki ligi ya shirikisho, ila imebadilishwa, ushanielewa? Tanzania klabu bingwa kuna yanga peke yake, naomba unielewe. Tanzania hii klabu bingwa kuna yanga peke yake. Kwa sababu gani? unaambiwa ni ligi ya mabingwa tanzania hii. Bingwa nani? Yanga. Bingwa nani? Yanga, ambao ndo wanashiriki klabu. Wengine wanashiriki, ushaelewa. Kwa hiyo kuna wengine wanashiriki kwa ajili ya Yanga, naomba tuelewane ligi ya mabingwa wanashiriki mabingwa ambao kwenye nchi yao ni mabingwa. Ukiona kuna timu nyingine inashiriki, hiyo ni shirikisho sahihi. Tuelewane kwanza, achana na Yanga. Yanga wanapiga football, achana na yule Feruzi akao anafundisha mpira darasani, sio kuchangamka. Yanga klabu bingwa, tunapoteza mechi ngapi? si moja. Nani amefuzu? Young Africa Sports Klabu. Kama unaona tumewaonea, lete timu yako brothers, Leta timu yako, kama walipokea maoni kwa watu ambao walishindwa. Yaani, wewe umeshindwa kumfunga Yanga, alafu tena napewa ushauri na mtu ambaye ameshindwa kuifunga Yanga, make sense ini, wanasemaje kiingereza hivyo hivyo. Kwa hiyo unahitaji kupata economic, kwa sababu ya kujua yanga unamfungaje. Ndio maana hamonaizi akasemaje Sio wao wengine, wewe kolo kolo kwinyo Yanga hii unaifungaje? Unaifungaje yani wewe kolo Yanga unaifungaje? Ndo alichomaanisha hawa hawa. Silver Strikers kabla ya kuja hapa airport walitamba sana sana. Unajua sisi katika kitu ambacho tumekifurahia hawa Silver Strikers kwenye kutamba, mimi niendelee endelea, ndugu yangu, ihawa walitamba na sisi tukawaambia, sisi ndio wakubwa kwenye nchi hii na ndio maana uliona kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho mashabiki wa Yanga mpaka wachezaji wa Yanga walikuwa wako more switch. Kwa sababu gani? walijua kabisa mechi ya kwanza ulipoteza. Na hii tunawaambia hivi, hii tumetuma sasa hivi salamu kwa Mamelodi Sundowns, tumetuma salamu sasa hivi kwa ahali kwamba Yanga hii hapa bila kocha mkuu tunafuzu, umeona Hatuna kocha mkuu lakini tumeenda sasa hivi makun, makundi makun. moja kwa moja mojakagamngamu hii ndo Yanga ambayo mimi naifahamu. Hii ndo Yanga ya tangu sitini na saba. Yeah, tangu za, enzi za eh, Rafael Paul yuko Simba hii yeah, ndo Yanga ambayo ilikuwa na pepeta mwanzo mwisho. La, lakini sasa niwaambie simba Sports Club yeah, ambao msemaji wao yeah, si tunajua haipi mangungu alikataa kumlipa aamediari kwa sababu ya ujinga wake ambao anauongea, alipo mshahara amediari. Alibembeleza, alimbembeleza Mangungu kwamba tunaomba, yani, mimi naomba usinilipe, lakini niendelee kuisemea Simba, yeah. leo hii ana tahayaki Yanga kuingia bure. Hey. Manchester United wakati anachukua Champions League Ulaya hey. Waliingia bule, walilipiwa msimu mzima <laughs> Wasilipie waingie bule Makambo. Iwe Champions League iwe mechi za, eh, za ligi walikuwa wanaingia hey, bule msimu mzima 68. Leo hii mechi moja tu amediali ambayo Simba hawamlipi hmm. Anaenda kuisemea Yanga mabaya yule hajui kuizungumza football hey. Yule hajui hey, kuzungumza mpira. Ndio bana Mangungu alisema hivi hey, tangu msimu ule ambao anamsifia ana baba Kalisari, ndio ndio uongozi wa Simba aliwaambia kwamba utachagua mawili hey, kuondoka Simba au tusikulipe uendelee kuizungumzia <laughs> Amediari akasema mimi nitaendelea kuizungumzia kama msiponilipa, umeelewa. Kwa hiyo Amediari asiingilie kabisa Yanga hii Yanga ni kubwa kuliko mtu yoyote yule kwenye nchi hii. Hii Yanga, yeah. Si nisemaje, tunaenda kutiki tarehe 29 <laughs>